Jina langu ni Saidi Omar Hamadi, ni mgombea wa udiwani wa wadi ya Ole. Nianze kwa kura ya mapema. Kura ya mapema ilikuwa, kituo chetu cha kupiga kura ni Ole Skuli, ilikuwa ni watu 248 na waliotegemewa wapige kura hiyo ya mapema, lakini katika watu 248 wa na waliokuwa ni wa wamo kwenye maeneo yetu ni watu 247 wote walituliwa hakiki, hakuna hata mmoja. Mmoja tu alikuwa ni askari anaitwa Hamisi Omari, huyo ndiye alikuwa ni mpiga kura halisi. Lakini tuendelee na, na uchaguzi kama ulivyokuwa. Asubuhi na mapema, baada kulingia, ya kituo kufunguliwa, kuliingia skania moja ya polisi, pamoja na mabasi mawili yalikuwa yamesheheni wapiga kura hao wa mapema, walichokifanya pale walivamia kituoni, wote wakaingia vituoni. Ndani ya kituo mlikuwa ni watu kumi, yule msimamizi wa uchaguzi asoma majina upesi upesi, wakala yanachanganya, hajui ni upi aliyesoma jina na aliyekuwa asoma jina. Lakini jambo la kusikitisha jingine ni kwamba mawakala wakiangalia ndani ya daftari lao yule aliyeitwa jina sie na halafu, hata sura yake sio. Kuna wakala mmoja Haji Mdungi alinita akaniambia, hebu angalia yule anachaniwa kura pale, na huyu aliyemo ndani ya sura, ndiye tuangalia, aliye kwenye daftari ni mtoto, lakini yule ni babu mkongwe. Kwa hivyo mambo haya yalitushangaza sana, kwa sababu ilikuwa hapate ndike haki. Jambo jingine, nije swala la wakala. Mheshimiwa, mawakala wetu walikuwa akikandamizwa sana. Kuna wakala wetu mmoja kituo namba tatu Ole pale, wakala huyo aligundua watu wanaingiza kura zaidi ya tano. Wakala kama wajibu wake akasema, jamaa zile kura ni nyingi. Mbona kwenye daf, kwenye kisanduku hazingi? Basi kusema hivyo tu, msimamizi wa uchaguzi akamwita askari, askari akantoa nje, kumtoa nje, mimi nikaenda mkantetea wakala wetu, jamani huyu arudishwe ndani, kwa sababu hakuna sababu ya kutolewa nje. Ni wajibu wake kama wakala, yeye ataika na fainini kwa sababu yeye analinda maslahi ya chama chake, ndio haya, lakini mnamtoa nje kwa sababu gani? Lakini askari alikuwa nao ashapewa maelekezo, basi wakamtoa. Mheshimiwa, hali ya kura mapema, ndiyo hivyo ilivyokuwa. Tukija wale wanaopiga kura watu wa mapema, baada mabasi yale mabasi mawili na ile ya moja kumaliza muda mdogo wakaingia wengine na gari moja ndogo, kuingia pale gari moja mdogo, tukenda tuie na, na wagombea wenzangu akiwamo wagombea wa uwakilishi wa, wa, tukenda kuzuia ile gari kwamba hawa wasipige tena kura, kwa sababu maelewano ni kwamba wapiga jigalo wa mapema tayari weshamaliza, lakini kwa sababu maelekezo ndio kama hivyo, wakataka walazimishe kupiga kura. Tulichokifanya, tulijitoa muhanga tukakaa kwenye kwenye nini pale kituo, tukasema hapa hapigi tena mtu kura kwa sababu tayari watu washamaliza. Lakini pale kwa sababu yaonekana kwamba hapana uhuru, askari wakatutoa nje, mie na mgombea wakilishi, wakatambia kutoka nje, tukatoka nje. Lakini wale waliobakia wakarudi, wakapiga kura, wengine wakaaga, wakaondoka. Tukarudi tena kituoni, kwa sababu si watu wote wa kinzi. Tuliporudi kituoni, muda si muda, ikajenga gari nyingine utakapiga kura hiyo tulifanikiwa kuizuia, kwa hivyo ile isipige tena kura. Wakaletwa tena wengine, ikawa tuzuia, alhamdulillahi rabbil alamina, ikawa washamaliza wale watu wa kura mapema, wasije tena. Tuje kwenye uchaguzi wa siku ya pili, Mheshimiwa. Kama kawaida, siku ya pili tukaingia kwenye uchaguzi. Makala wetu bahati nzuri walikuwa mondani, lakini wakapuruzia kidogo kwamba ule uchaguzi kutoka saa moja mpaka saa nne tano, ikawa unakwenda vizuri, lakini baadaye ilikuwa kuna kuna maelekezo kwamba watu ambao wanakuja kusaidiwa sasa wazuiwe, na hilo alifanya kwamba watu ambao wajasa, wajasaidiwa mtu ambaye hawezi kupiga kura anatetemeka mpaka mikono alazimishwa kwamba yule apige kura mwenyewe, atawezaje? Kwa hivyo hivyo ikabidi tusimamie kwamba tumtake simamizi wa uchaguzi kwamba hii si halali na si uhuru, kwa kwamba mtu atakasaidiwa kwamba asisaidiwe. Kwa, kwa hivyo watu wasaidiwe kama kawaida kwa hivyo hapo ikawa ni papatu, tukazongana na wasimamizi, lakini bahati nzuri tena alhamdulillahi, tukafanikiwa. Lakini nije katika kituo kimoja, kituo cha shehia mjini Ole ambao uchaguzi ulifanywa pale. Kuna chumba kimoja, kuna wakala wetu. Wakala wetu alikuwa akimwangalia mchanaji wa kura sana, kwa sababu alikuwa kashamuna achana kura nyingi akizika juu. Basi alipomshtukia kwa mbono aniangalia nino yu. Kwa saka akajua kwamba huyu atanigundua. Basi alikwenda akatoa nje. Kuntu anje hana sababu ya kutolewa nje. Mimi binafsi nilitafuta piyo kundani ule opo. Aliyepo pale kituoni nga mwambia, nataka tumchukue huyu wakala. Tumpeleke uye chumba. Tuangalie kamfanya kwa kosa gani. Lakini tulipokwenda pale mawakala wenziwe, kuwauliza wakasema huyu wakasema huyu hajasema lolote. Pio nikamwambia kuna uhalali wa kuwamo ndani, lakini pio kwa sababu naye kasha nani ule opo kasha kukuwa kwamba hili ni agizo, basi asikubaliwe. Halafu nikamwita mheshimiwa mgombea wa ubunge vile vile kwamba aje asimamie, lakini naye vile vile hakuambiwa hata abaki kwenye kile chumba. Tukaendelea kwenye suala la, la kuhesabu kura, kituo hicho ambacho kilitolewa wakala wetu nani yule msimu, nani yule mgombea wa bunge Said Ali Burhani alikwenda kutaka aingie yele ya asimamie kura zake, hakuruhusiwa, akatolewa nje. Sasa katika utaratibu ulio kufanyika kuhesabu kura, yule msimamizi wa uchaguzi alikuwa akichukua ile kura yake, ajiangalia yeye mwenyewe, akisoma yeye mwenyewe, mawakala wa mbali, halafu akahesabu akaika. Kwa hivyo utaratibu ulikuwa ni huo, kwamba yule wakala wetu hana uhuru wandani kufanya lolote na atakapohoji basi alikuwa yule akiambiwa askari mtoe nje, na askari kazi yake alikuwa akitumia kama kawaida, kwa sababu kuna agizo la bwana Mheshimiwa. Mie katika sehemu ya shehia ya mjini Ole na shehia ya Ole tulifanikiwa kupata fomu za mawakala katika vituru hivyo. Shehia ya mjini Ole ilikuwa na vituru vitatu na shehia ya Ole vituru vitatu, zote tulifanikiwa kupata kupata fomu za wagombea kuanzia udiwani, uwakilishi na uraisi, na zote matokeo yake ni mazuri. Kituo cha Mchangarima wakala wetu wali wako pale, walihesabu mpaka akamaliza, lakini waliambiwa kwamba atie saini mwanzo, wakakataa. Kwa hivyo wakaambua kama fomu hakupewi, lakini nayo na matokeo mazuri sana. Tukaenda upande wa vitongoji. Upande wa vitongoji hakupata kuhesabu kura kwa sababu taarifa iliyopo mgombea nafasi ya diwani asema ana fomu moja tu, kwa sababu maafisa ndugu kule alikunjwa yote. Kwa hivyo watu hakupata kuhesabu kura vizuri, na kama hivyo watu hakizalilishwa nani wale mawakala walikuwa hana huru kama sehemu nyingine lote. Kwa hiyo hili lilikuwa ni agizo la kitaifa, kila sehemu ilikuwa ni hayo: uzalilishaji, ukandamizaji, uhuru hamna.